Bima bimapu urahisi wa maisha. Asante, kwa jina naitwa Francis Alfred, ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya Korosho. Uh, leo tarehe 13 mwezi wa 3 2025, tumefanya shughuli ya uzinduzi wa ugawaji wa pikipiki piki pamoja na vishikwambi 152 kwa maafisa ugani wa jenga iliyo bora, kwa maana ya building a better tomorrow katika katika mkoa wa Lindi kama mnavyofahamu, mwaka huu serikali imeajiri maafisa ugani 500 ambao wana diploma na wengine wana degree kutoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine kupitia mpango wa jenga kesho iliyo bora building a better tomorrow. Kwa hiyo katika mgao huo mkoa wa Lindi umepata maafisa ugani hao 152. Jukumu la maafisa ugani hawa ni kwenda kusimamia shughuli zote za usimamizi wa zao la korosho katika maeneo, katika vijiji na kata ambao vinalima zao la korosho lakini pia kama unasikia siku ya leo pia watasimamia shughuli zingine za kilimo katika maeneo hayo, kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Lindi ameelekeza, na ndipo hata sisi bodi tumekuwa tukisema kwamba mkulima mmoja, one farmer, four crops. Mkulima mmoja, anakuwa na mazao manne. Kwa hiyo maso gani tunawapeleka kule watakuwa na jukumu pia la kusimamia mazao mengine na shughuli zingine za kilimo katika maeneo hayo, husika lakini hususan kwa zao la korosho maafisa kilimo hawa watasimamia shughuli za shughuli za uhuishaji wa kandidata ya wakulima ambalo zoezi wanalifanya sasa hivi, lakini pia watakwenda kusimamia shughuli ya upokeaji na usambazaji wa pembejeo, lakini pia kusimamia katika msimu wa, wa zao la korosho. Kwa vijana hawa mia moja hamsini na mbili wamepewa pikipiki mia moja hamsini na mbili vishikwambi mia moja hamsini na mbili Pia tutapatia mafuta ya kutumia katika pikipiki zao pamoja na, na vifurushi kwenye hizo hizo vishikwambi vyao. Lengo letu ni kwamba tusogeze huduma tunatakiwa kuzitoa kwa mkulima karibu. Lengo letu kila mkulima aweze kufikiwa na afisa ugani. Kwa hiyo vijana hawa watakuwa kufanya kazi kwa kushirikiana na maafisa ugani wa halmashauri za wilaya, maafisa ugani wa vyama vikubwa vya ushirika, pamoja na wataalamu wengine wa kilimo ambao katika halmashauri za wilaya katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Lindi na lengo letu kwa nini tumefanya tumeleta vijana hawa tuna lengo la kufikia tani laki saba msimu ujao 25 26 na tuna lengo la kufikia tani milioni moja ifikapo mwaka 2030. tumeona kwamba malengo haya bila kufanya jitihada za ziada tuweza kupata matokeo kwa mpango huu wa kuleta kuleta wa vijana 500 kupitia jenga kesho iliyo bora ni kwa ajili ya kufanikisha malengo yetu ya kufikia uzalishaji nichue fursa hii kushukuru sana serikali ya sita inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan asabu pamoja na waziri wa kilimo, ambaye ndio maelekezo tumepata kutoka kwake. Shughuli hii ya kuajiri vijana mia tano ambapo tunawapa pikipiki, tunawapa vishikwambi, tunawapa mafuta, tunawapa kifurushi, tunawapa pia posho za kujikimu, itagharimu sio chini ya bilioni nane. Fedha hizi zimetolewa na serikali ya awamu ya sita. Tunatoa shukrani kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi na mimi binafsi, tunatoa sana shukrani kwa serikali ya awamu ya sita kwa kutuwezesha kufanikisha jambo hili katika zao la korosho. Ni matumaini yetu kwamba tukishirikiana na wadau wengine mpango kwa wa ajili vijana 500 utaweza kuleta matokeo chanya katika tasnia ya korosho. Asanteni sana. Kwa majina naitwa ni Frida Mashara James, ni afisa kilimo BBT kutoka bodi ya korosho katika jamhuri, katika kata ya jamhuri mkoa wa Lindi manispaa. Tuko hapa leo kwa ajili ya, uzi, ya, ya tukio la uzinduzi wa pikipiki pamoja na vishikwambi ambao vitatusaidia katika kazi zetu za uafisa kilimo kwa, kwa namna moja ama nyingine, kwa ajili ya wenzangu wa BBT, tunapenda kumshukuru Dokta Samia Suluhu Hassani, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ikishirikiana na bodi ya korosho kwa kutuwezesha kutupatia vifaa vitakavyotusaidia katika kazi zetu za wafisa kilimo. Vishikwambi vitatusaidia katika kazi ya kuhuisha kanzi data za wakulima pamoja na kuingiza data za wakulima pia. Pikipiki zitatusaidia katika kuwafikia wakulima katika mashamba yao, na katika kazi ya kukuza hili zao letu la bodi ya korosho. Kazi tuliotumwa na bodi ya korosho ni kuhakikisha kwa mwaka huu kwa mhula huu tunafikisha tani laki saba kwa mwaka huu Pasta Ezekieli anaingia Tanzania, ni siku tatu za ishara, miujiza, maajabu na, na na uponyaji tele na kuliombea taifa la Tanzania. Huduma ya New Life Prayer Center Church Mombasa, nchini Kenya na rais wa baraza la mitume na manabii Tanzania, Daktari Joshua Mwatiara wanamleta Tanzania, mtu wa Mungu, Pasta Ezekieli katika mkutano wa siku tatu pekee, kwa wa Kilimanjaro Kilimanjaro, eneo ni, ni, ni katikati ya Boma Ng'ombe na Kia kituo cha mijohoroni kuanzia tarehe kumi na nne hadi tarehe kumi na sita mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano kila siku kuanzia saa mbili asubuhi na kuendelea. Wamepona na kufunguliwa wengi, hauna sababu ya kuteseka tena. Madhibau ya kifamilia iliyotesa babake babu babu ba, babako imekufikia ivunjwe na nguvu zote kwa maelekezo piga simu namba 0774781537 watu wote mnakaribishwa